Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wetu wa gumzo, karibu tena kwenye gumzo maalum, nami Muhamed Ghassani tunaelekea tena nyumbani visiwani Zanzibar, na mara hii tunazungumzia tena masala ya haki za binadamu ambayo makhususi kabisa ni kutokana na taarifa ambayo tumeipata ambayo imesambazwa jana na chama cha ACT Wazalendo juu ya mtu mmoja ambaye Aa, kwa mujibu wa taarifa hiyo ametekwa na watu wasiojulikana kisiwani Pemba. Kuzungumzia hilo na mengine mengi ambayo yanahusu haki za binadamu tumemwalika tena hapa bwana Hamad Yusuf ambaye ni msemaji wa kisekta wa chama hicho cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar. Bwana Hamadi, karibu tena kwenye gumzo. Asante sana ndugu Muhammad, nakushukuru sana, tuko pamoja, asante Uh, sitaki ni wa ingie undani mimi, swala hili, nataka mwenyewe utueleze kwa mujibu wa taarifa ambayo umeisambaza jana vya habari, tukio hili limetokea wapi na linamhusu nani na limetokeaje? Uh, asante sana. Tukio hili ni kwamba wa zalendo tulipokea kwa mshtuko taarifa ya kutekwa ndugu Fakihi Al Salim na ni kijana mwenye umri wa miaka arobaini mkazi wa kijiji cha Chozi wilaya ya Wete katika mkoa wa kaskazini Pemba, siku ya tarehe ishirini na saba na ilikuwa sawa na Ramadhani ishirini na sita na alitekwa na watu wasiojulikana, na hadi sasa hajapatikana na hatujui yuko wapi. Tunazungumzia na leo kwa... ni tarehe tatu wakati tunarekodi kipindi hiki mwezi wa Aprili. Maanake kama ni tarehe ishirini na saba katekwa, tayari ni wiki nzima imeshapita. Je, kuna taarifa yoyote ile kutoka kwa vyombo vya usalama kuhusu tukio hili? A, bado hawajatoa taarifa yoyote pamoja kwa na kwamba baba mzazi wa Fakih mara kadhaa amekwenda kituo cha polisi Wete kwa ajili ya kufuatilia a, lakini bado hawajampa taarifa yoyote, kwa sababu alikwenda kuweka kutoa taarifa kwanza ya kutekwa kwa mtoto wake na baada ya kuwasiliana na mimi pia alikwenda tena mara ya pili, na mpaka sasa bado hajapokea taarifa yoyote juu ya uh, taarifa za mtoto wake yuko wapi, isipokuwa no. mm-hmm. Kwa mujibu wa yeye aliniambia kwamba katika hizi siku ambazo ametekwa ni kwamba moja ya siku wali- walikwenda watu waliojitambulisha kwamba ni usalama wa taifa, yaani walikwenda uh, watu ambao hawakuwa na uniform lakini, mm, wakijitambulisha kwamba wao ni usalama wa taifa, na wakimhoji huyu mzee kwamba anasema kwamba mtoto wake katekwa, uh, wakimhoji kwamba ana uhakika gani kwamba ametekwaje, ame, anajuaje kama ametekwa. Na majibu ya huyu mzee aliwaambia kwamba mtoto wangu hajawahi kuwa na taarifa za kwamba ni mgonjwa wa akili kwamba mtu ambaye labda hajatekwa amepotea tu katika mazingira ambayo hajulikani, ni mtu ambaye labda pengine ni mgonjwa wa akili. Lakini Fakihi Alisalim ni kijana mtu mzima, mwenye akili timamu, ana mke na watoto watano. Na kilichotokea ni kwamba kuna mtu asiyemfahamu alimpigia simu, alikuwa anampigia simu kumwambia wewe ni fulani, eh? ni fulani, eh, ndio mimi. Basi nina shida ya kuku kwa ajili ya, ya maandalizi ya ya, ya Idi. Kwa hiyo nahitaji kuku, kwa hiyo nitafutie, na kama watawapatikana basi naomba uwasiliane na mimi ili ni nije niwafuate. Kwa hiyo kweli Fakih alibeba huo wajibu, akatafuta majogoo makubwa mawili, na baada ya kufanikisha basi akampigia simu, na wakawa wana, wana, wanafahamishana kwamba bwana, mimi utanikuta mahali fulani na kusubiri. Basi kweli njo kwenye njia fulani. Kwa hiyo kijiji cha Chozi ambapo Fakihi na familia yake wanakaa iko kama mita zaidi ya mia nne au mia tano kutoka kwenye barabara ya lami inayokwenda Gando. Sasa, mm -hmm. Fakihi alilazimika kutoka na wale kuku kule Chozi, akaja mpaka kwenye kijiji chengine cha jirani cha Mnyenyeni. Kwa hiyo hapo ndio wakaja hawa watu na gari in, aina ya hali ya ya nyeupe. Na wale watu wakamwambia, kwamba hapo umepata wangapi? Nimepata kuku wawili. Tulikuwa tuna hitaji wengi, akaniambia kuna mwenzangu mwingine nimempigia Gando, kwa hiyo wako huku. Basi akamwambia hawa uliwapata hapa waache kwanza, tukawapitia na acha kwanza tukawachukue wale walioko mbali Gando. Kwa hiyo Fakihi akaingia na akishuhudiwa na vijana wenzake ambao walikuwepo pale akaingia kwenye ile gari, lakini ile gari ikaenda kwenye mwelekeo wa Gando, haikufika mbali, ikageuka ikarudi Wete. Kwa hiyo hapo akaanza ku kupata mashaka, na mzee wake akanambia, mpaka wakati wa iftari unafika Fakih hajaonekana. Ndio hapo wakapata waka waswasi, na baada ya iftari akalazimika usiku kama saa tatu kwenda kituo cha polisi Wete na kuweka hiyo RB kwa hiyo na ulisema kwamba alipigiwa simu na kwamba ana simu yake au alikuwa na simu yake? Je, hizo ya nambari ambazo alikuwa anapigiwa simu zipo pia mikononi mwa watu wengine kando ya yeye mwenyewe, kando na yeye mwenyewe? watu hawana namba za mtu ambaye alikuwa anawasiliana naye, kwa sababu alikuwa anatumia simu yake Ndiyo. na mpaka anaingia kwenye gari yeye Fakihi mwenyewe na watu waliokuwa karibu naye hawakuwa na mashaka yoyote na usalama wake. Kuhusu mawasiliano yale, alijua tu kwamba bwana ni mtu anataka kuku, na hasa kipindi chenyewe kile waliteki advantage ya yes, sikukuu, na watu wana wako katika maandalizi. Kwa hiyo Fakihi hakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo namba iliyopo mpaka sasa ni namba ya Fakihi ambayo ndugu na familia wanaijua, na kama kweli jambo hili linaweza likachunguzwa na polisi wakatumia kitengo chao cha cyber crime, ni kwamba aliye mchukua Fakihi wanamfahamu, kwa sababu namba ya Fakihi wanayo na simu ya Fakihi namba yake inajulikana. Kwa hiyo wakienda kwenye mifumo aa, kwenye cyber crime process, ni kwamba wafakihi amewasiliana na namba ya nani, inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo tuna jambo ma, hili mapolisi wanalifahamu vizuri. Kitendo cha watu waliojitambulisha kwamba ni usalama wa taifa, wa taifa kwenda nyumbani kwa baba wa wa mtoto aliyepotea Fakihi, mzee Ali Salim, na kumwambia kwamba kumhoji kwamba una uhakika gani na hivi, kwamba amepotea na hivi. Tuna uhakika kwamba Fakihi yuko mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini ni kwamba hatujui sababu za kushikiliwa kwake mpaka sasa lakini, lakini katika maisha ya kawaida Fakihi ni mtu wa aina gani, kiasi cha kwamba mhofu kwamba anaweza kushikiliwa na vyombo vya usalama wakati, au ni mtu wa aina gani? Mm, yeye ni mtu wa siasa ni mtu wa harakati ni mtu ambaye ana rekodi yote ile ya kukwaruzana na mambo ya dola? Fakihi kwa kadiri nilivyozungumza na, na mzee Ali Salimu, ambaye ni baba mzazi wa Fakihi ni kwamba Fakihi ana ni mtu wa kawaida, ni mtu wa kawaida kabisa, kwamba anashughulika na shughuli za kilimo pamoja na ufugaji kule kijini kwa Uchozi. Ana miliki ng'ombe kidogo na mbuzi, na ana shamba tu za, za za kawaida. Na labda pengine nilimuuliza mzee kwamba kabla ya tukio hili, huko nyuma hakuna tukio lolote ambalo unadhani kwamba labda pengine mwendelezo wake ni huu Mzee akanaambia kama miezi minane iliyopita, ni kwamba kuna mmoja ya jirani yao kwenye hicho kijiji cha Chozi, kuna mtoto wake inasemekana alikwenda kutafuta, alipata ajira mahali fulani hivi, akasafiri, lakini bila ya ridhaa ya, ya mzee wake. Kwa hiyo mzee akawa anamfikiria kwamba labda pengine ni Fakihi alihusika, ali, ali na uondokaji wa wa huyo kijana wa, wa jirani yao. Kwa hiyo mzee akaenda kituo cha polisi, na Fakihi akaja akachukuliwa na akaekwa kituo cha polisi Wete karibu miezi sita, lakini Mm-hmm. Akawa anachunguzwa, lakini baada ya miezi sita kupita ni kwamba vyombo vya ulinzi na usalama viliamua kumwachia Fakihi akiwa hana tuhuma yoyote, wakaridhika kabisa kwamba hakuhusika na wakamwacha. Nkido, alikaa miezi sita ndani, alikaa miezi sita ndani, kwa mujibu wa baba yake mm -hmm. E, lakini baada ya hapo ni kwamba, baada ya uchunguzi, ni kwamba Fakihi aliachiwa, ali, ali na mpaka tukio hili linatokea la, la, la juzi, hiyo tarehe ishirini na saba kuchukuliwa ni kwamba walikuwa hawajui sasa, kama ni mwendelezo wa tukio lile ama kuna mambo mengine nyuma yake, kwa sababu kijana wake mzee Ali Salim, ni kwamba anamuona ni mtu wa kawaida kabisa, hana si mwanasiasa, si kiongozi wa chama, wala ni mtu ambaye yupo kijijini, hana zaidi ya kushughulika na familia yake, kulima pamoja na kufuga, basi hana pirika nyingine zaidi ya hayo. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe ukimuuliza zaidi hapo ha, ha haelewi kinacho- kinachoendelea anaomba tu Mungu kwamba mwanawe awe salama na arudi nyumbani kuungana na familia yake. Umegusia kwamba jirani yake alimtuhumu kwamba amehusika kuondoka kwa mwanawe kwenda kupata ajira pahala fulani, unakusudia ni kupata ajira pahala fulani? Aa, ni kwamba sasa hivi kuna maajenti wengi A, a Zanzibar na Tanzania za kuwatafutia vijana ajira nje ya nchi. Kwa hiyo mm-hmm, unaweza ukenda ukatafuta ajenti akakutafutia pasipoti, akakutafutia kazi akakutafutia mkataba na ukaletewa tiketi na visa alafu ukaondoka. Uka, uka, kwa hiyo mazingira hayo ni mazingira ya kawaida sana. Kwa hiyo inawezekana kabisa ni kwamba pengine kijana aliondoka katika mazingira hayo lakini wazee wake wakawa hawa hawaelewi, na labda pengine inawezekana mazingira ya kijijini pale, unaweza ukawa mtu fulani humuoni, lakini kama mtu fulani huomuoni labda pengine taarifa zake anazo mtu fulani, na labda pengine yuko karibu na mtu fulani. Kwa hiyo mm -hmm. ikawa hivyo, zikatengenezwa tuma katika mazingira ya namna hiyo, inawezekana na, na. Na, tuje sasa katika uhalisia wa matukio kama haya kwa sababu huko nyuma na hata kwenye taarifa yenu mmefanya reference au mmefanya rejea ya matukio ya mauaji au uh, matukio mengine ya haki za binadamu, uvunjaji wa haki za binadamu ambao umetokezea Zanzibar ndani ya kipindi hiki. Kwa nini mnalihusisha hili na matukio mengine kama hayo? Uh, tunahusisha hili na matukio mengine kama haya kwa sababu taarifa yetu inaelezea matukio ya utekaji mauaji na vipigo yamekuwa yakiripotiwa Zanzibar, bila ya zanzi hatua madhubuti kuchukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Msingi wa madai yetu ni kwamba serikali inao wajibu wa kulinda raia raia wake na mali zao, lakini inaonekana kushindwa kufanya hivyo kwa wakati au kwa umakini unaotakiwa. Kwa mfano, ACT Wazalendo inaitaka serikali kuunda uwajibikaji huu, kuunda tume huru itakayochunguza matukio haya na kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Hili linatokana na kutokuwepo kwa taarifa za wazi kuhusu uchunguzi wa matukio kama haya yaliyowahi kutokea huko nyuma, na kukatoa mfano wa Kidoti, Kiungoni na Mkoani. Lakini unakusudia kusema kwamba, Bwana Hamadi, wakati tunazungumza hapa ni kwamba matukio ambayo yameripotiwa huko nyuma na sisi tumeripoti hapa katika Gumzo la Ghassani tukafanyia mahojiano na watu ukiwemo na wewe pia mpaka sasa hakuna tukio hata moja kati ambayo tumeyataja ambalo limefanyiwa uchunguzi au ambalo ripoti yake imetangazwa hadharani? Ni kweli mpaka sasa bado hakuna, na ndio maana tukasema kwamba matukio haya yaliyowahi kutokea huko nyuma ni kwamba inaonekana kuto, hakuna taarifa za wazi wala uchunguzi wa matukio haya. Inawezekana pengine wanachunguza lakini labda pengine bado hawajataka au hawajaona umuhimu au labda pengine hawajafika mahali wakasema pengine wana, wana, wanaweka hadharani. Na ndiyo maana tukasema madai yetu yanajengwa juu ya msingi wa haki za binadamu, ambapo vitendo vya utekaji na mauaji vinaenda kinyume na haki ya kuishi na usalama wa watu. Ndiyo maana isitoa zalendo, tunaitaka tume haki za binadamu kuingilia kati na kufanya uchunguzi kwa sababu pamoja na kwamba polisi wamekaa kimya, na labda pengine hatujui wanachunguza ama hawachunguzi. Lakini chombo cha haki za binadamu, tume ya haki za binadamu, imeundwa kikatiba katika nchi yetu, na tunatoa wajibu, tunaurudisha wajibu huu kwao, ili waweze kutimiza wajibu wao na waweze kuyachunguza mambo haya, kwa sababu ni mambo ambayo yanashtusha, mambo yanaiweka nchi katika taharuki, na ni mambo ambayo si ya kiungwana, si mambo ya kiutu, na si mambo ambayo unatarajia kwamba watu wastaarabu wataendelea au wata yafanya mambo haya bila ya kuchunguzwa na hatua stahili kuchukuliwa. Mbona umetaja tume ya haki za binadamu hmm? Kwani kuna wakati wote tume hii imewajibika au imehusika, uh, katika kuchunguza masala kama hayo ya uvunjwaji wa haki za binadamu Zanzibar na kutoa taarifa, angalau kwa tukio la Kidoti walitoa kauli hmm. l mauaji yaliyofanywa ya vijana wawili uh, kupigwa risasi. Na baada ya taarifa yao ni kwamba wakasema kwamba uchunguzi una, una, una, unafuata. Kwa hiyo angalau walitoa kauli na angalau walisema kwamba tukio hilo wanalichunguza. Kwa hiyo kama vile ambavyo wameahidi kulichunguza tukio la kidodi Kidoti, basi tunatoa wito kuchunguza tukio hili la Minyenyeni, tukio la Kiungoni tukio la Mkoani na matukio mengine kama haya. Kwa hiyo sisi kama chama cha siasa tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinatimiza wajibu wao kuhakikisha kwamba uh, wanayachunguza mambo haya na wanayapigia kelele kuyalaani na kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunaunganisha nguvu kuhakikisha kwamba hayaendelei na hayatokei. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumalizie hapo, Bwana Hamadi, kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi na sisi ambao tunatokea Zanzibar tunajua kwamba kila mwaka wa uchaguzi ni mwaka wetu wa kuzika na kukavizuka na kuenda mazikoni na kutibu vilema na t mambo kama haya, yaani matukio ya mjawa haki za binadamu katika wakati wa uchaguzi, uandikishaji na uchaguzi wenyewe, yamefanywa kama vile ni jambo la kawaida, normalization, kama vile ni jambo la kawaida, yaani kama tu, tu, tutarajie kwamba hali inakuwa hivyo. Je, unadhani kwamba ni hali hiyo pia, ni hali hiyo pia katika mwaka huu, katika mwaka ambao aa, serikali ya Umoja wa Kitaifa ambayo chama chako ni sehemu yake, serikali ya Umoja wa Kitaifa ambayo kiongozi wake Rais Hussein Ali Mwinyi amekuwa mara kwa mara akizungumzia misikitini, kauli za kudumisha amani na kauli za kutaka jamii ambayo imestaarabika, jamii ambayo imeepukana na yale matukio ya nyuma. Je, unadhani kwamba mambo yale yale yanajirudia katika mwaka wa uchaguzi. Ni ngumu sana kutoamini uh, matukio yanayoendelea na matukio yaliyokuja baada ya uchaguzi wa tisini na tano elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano na elfu mbili na ishirini kwa sababu kipindi cha kuelekea uchaguzi ambapo serikali na taasisi zake zinawajibika kuonyesha uwajibikaji ili kudumisha uaminifu wa wananchi, na ikiwa wataendeleza kupuuza matakwa ya haki, itakuwa ni hoja nzito kwa wananchi kuamua iwapo wanaweza kuendelea kuiamini serikali na vyombo vyake ama la. Kwa hiyo sisi tunatoa wito bado, na tunayaona kwamba matukio haya ni ni namna ambayo wanadhani wanaweza wakawaogopesha watu au ni namna ya kuwatisha watu ili wasiweze labda pengine kujitokeza ama labda pengine e, wasiweze kushiriki kamilifu katika a, matukio na mchakato wa wa, wa, wa uchaguzi kwa maana ya kwamba tunajua kuna kampeni na mwisho kuna piga kura na kutangazwa kwa kwa matokeo. Kwa hiyo, matukio, matukio haya yanaakisi kabisa matukio yote yaliyotokea nyuma katika kipindi kama hiki kuelekea uchaguzi na baada ya ya ya, ya, ya uchaguzi wenyewe. Sasa na hatuoni ile dhamira ya dhati kabisa ya rais Mwinyi ambayo daima anazungumzia amani katika misikiti na akihimiza kabisa kwamba utulivu na na amani ndio msingi wa wa maendeleo ya nchi na mambo kama hayo, lakini akishindwa kabisa kukemea au kulaani au yeye mwenyewe kuchukua hatua wa vyombo na serikali ambayo akisimamia aki, aki, aki aki. Kwa hiyo sisi kama chama bado tunayo nafasi ya uh, kutafakari kwa kina na zaidi ya matamko haya kuona ni namna gani na njia gani uh, tunaweza tukazichukua ili kuona kwamba watu wetu hawaathiriki au ma, mambo haya yanapungua yana, yana Uh, ili kuona tuna tunawezaje kulinda na kuona namna ambavyo tunaweza tukawaepusha watu na, na matukio ya namna hii. Kwa hiyo, bado kama chama cha cha siasa tunao wajibu wa kuona ni namna ambavyo tunaweza tukaweka tuka mkakati wa, wa ndani na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wananchi kutoa wito wa kujilinda na kuwa makini kwenye kila hatua ambayo wanawasiliana na mtu ambaye wasiemjua. Nilisema, nilisema la mwisho, lakini naomba hili ndio o la mwisho, kwamba kuna mfumo wa kisheria. Hata hivyo, licha ya yote, licha ya vyote, mna katiba, mna sheria za nchi ambazo bila shaka zinalinda uhuru wa kuishi, haki ya kuishi na uhuru wa watu kama ulivyo. Kwa nini matukio kama haya yameshafika sasa matano sita, yanatokezea na chama chenu kinakuwa kinatoa matamko kila mara kuhusu matukio kama hayo kwa nini msielekee mahakamani au msiwashauri ambao watu wanaopata na haya familia zinaopata na haya kwenda mahakamani kufungua kesi za aidha vishtaki vo vinavyohusika au angalau kutaka watu hao wa warejeshwe? Kwa nini hamuelekee mahakamani? Ah, tuna kama chama cha siasa tuna idara yetu ya, ya, ya sheria ambapo inaongozwa na mwanasheria mkuu wa chama na mambo haya yote yapo kwenye ofisi yake na yanachakatwa kuhakikisha ni hatua gani ambazo zinaweza zikachukuliwa. Moja ya jambo ambalo tumeanza kulichukulia hatua ni kuna maafisa wetu wa chama katika kipindi cha uandikishaji walidhalilishwa na mkuu wa wilaya ya Kati, mheshimiwa Saifa. Kwa hiyo chama chetu cha ACT Wazalendo kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama ilitoa maagizo ya Sadifa uh, kushtakiwa binafsi kama kama yeye. kwa hiyo hizo ni miongoni mwa hatua ambazo chama cha siasa tunaweza tukachukua. Kwa hiyo hata matukio haya na kama ulivyosema, ni kwamba uh, tunaweza tuka wanasheria wetu watakapoyachakata vizuri na ku ona na kufikia hatima ya kuyapeleka haya mambo mahakamani basi yanaweza yakafanywa yaka, yaka, yaka, yaka, yaka. Kwa hiyo kwa sasa uh, kwa nafasi yangu ni kwamba itoshe tu kusema kwamba tunayalani, tunayapinga na tunayakemea, lakini chama chetu cha siasa kinaweza kuchukua hatua zaidi ya hapa. Kwa hiyo sasa, hilo la chama kinachukua hatua gani, naomba kwa sasa tuniachie ili kuona tunawasiliana na wanasheria wetu ili waweze na wao kuchukua nafasi yao. Naam, ni kushukuru sana kabisa bwana Ahmad Musa Yusuf, na ambaye ni msemaji wa kisekta wa chama cha ACT Wazalendo. Nashukuru kuwa nasi hapa leo kwenye gumzo maalum. Asante sana ndugu Muhammad, tuko pamoja, kila laheri, wasalimie Ujerumani huko. Asante pia mtazamaji wetu, kama ambavyo nakwambia kila wakati uh, weka maoni yako, sambaza ujumbe huu na kuwa sehemu ya gumzo hili, ili kwa pamoja tupaze sauti yetu pale ambapo sauti inapaswa kupazwa, kwa sababu kama sisi, kama si mimi, ni wewe au ni wao, ni sisi wenyewe ambao atukumba masuala haya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.